namna ya kufikisha watu kwako, itakuwa ni shida tu, ndio mtumietuwaouuuilasaii eyo waile watu kuja kuifuata njia ya mola wako, lakini bila hikma. Utumie na hikma. Hikma maana mwanake ni jinsi ambapo unaweza kuzifuta hisia za mtu kutokana na mungu walojaza katika kinywa chako mbinu sahihi Mungu alioitia katika uongo wako na uwakilishaji wa hisia ambao Mungu kaujaza katika moyo wako, unatamkwa kwenye ulimi wako, alafu ile somo zima linafika jinsi inavyostahili lifike. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> mkubwa na watu wanampenda, lakini hukutuba zake

Sasa anafumuka tu anakuja na jambo, dunia zima inatetemeka, lakini anapata wafuasi tena kwa maarufu. Kulikoni wafuasi wa watu wema? Hiyo dunia ina maana, tujitafiti wenyewe, naona sababu na kujisafi na nafsi, sababu bali ni insani na nafsi Mwenyezi Mungu anasema kweli, hakuna anayesema kweli kama kwelikaa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu yeye mwenyewe anajijua, abaiabilay, Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu yeye mwenyewe anajijua, uotakiwakduu kwenye kutengeneza visingizio wala hata makazira kwa kutengeneza visingizio. Sasa ushawishi watu waone kwamba hicho alichofanya hakuwa yake wala sio alihoia na anaweza kujenga picha mpaka mkaanikika kwamba huyu kweli nchi kimetokea hati baada lakini, nani sasa unaweza kudanganya Mungu? Huyu Mungu ambaye ndokatumba na kila kitu, yaani huyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambaye katumba sisi na kila tunavyofanya. Wallahu khalakahum wamatamalun, we Mungu talokumbeni na hatayo manaoyafanya kunategemea bwana mkuu, kwamba una mbinu yako unaweza ukaitumia kumshawishi akubali kitu ambacho sicho kwamba ndico wanadamu wenzako, kwa kwa unaweza kabisa bila wasiwasi, hata ulikuwa mbona ni kiasi gani. <coughs> Lakini sio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii kitu ndio inaniwa mawazo na niwakilisha, ili inshallah na nyinyi ikupeni mawazo baadaye. Unajitafiti, mbongu, una na unajitafiti, huo ni mtaratibu ambao Mungu unamfurahisha sana, na ndio tumehimizwa na na Bwana Mtume, mtu ambaye afanyaje ajitafiti. Wewe usisubiri mtu akwambie, bwana, nani asiyekuwa na akili? Watu wote wana akili, wanajielewa, lakini ujingani huko kwenye kutojali na tasubiri kwamba haina shida, situko tu uonje tu haina shida, tusiku si tu tu. Nani alokuambia kwamba wewe uko tu? na hiyo ahadi ya kuwa wewe uko tu umechukua na nani? Hebu na hii dunia wameondoka watu bora, ambao kama ingekuwa dunia ina adabu ingetaka ikalishe watu furaha, basi kuna watu first class wangestaki wakae na sisi wengine tukuondoka kwa rizaa. Yaani, yani, unaangalia unaona hapa ni kwa hiwaya metumiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yani aoanomwenyewe baba, hawa ndio karimu ya wanadamu. Wewe ukiangalia hivi eh, unajua Mungu ni ajabu sana. Wale viumbe, Allahu akbar, namna alivyowatayarisha na kuwatengeneza akawapeleka sehemu, yani kila kitu chao kinapendeza. Unajua ajabu ya Mungu hiyo, si kama mnajua mitume wale jamaa kila kitu chao si kinapendeza? Sio tu ile dini waliokuja nayo, hata staili wao wanaokuja nayo na kuleta ile dini, lakini mpaka muonekano wao, hakuna hata mtu mmoja ambaye yuko yuko... Unajua wako watu wa Mwenyezi Mungu, bali ni yeye ndiye aliyetuumba na yuko alipotaka tuwe, ndivyo tu, sawa. Lakini mitume limetathiminiwa hapa. Kwa hiyo sisi kukwetu vovote, mkuu alipotaka mwe, ndio hivyo alipo, hakika Mwenyezi tutamjalia, wao ndio

hakuna mtume ambaye yuko yuko tu atakwa maumbile tu. Wote hao unaosikia mitume ya Mwenyezi Mungu ilikuwa wakisimama pamoja paboja, ili utafikiria mashindano ya ulemo. Hiyo ndiyo sifa ya mitume wa Mungu wote, huwezi kuta mtume wa Mungu yani hizi kwamba kambukute mtume kifupi kamili

Jamani, tauje achene ukorofi, hmm? Mm. Ukimya na unyamavu wake sio uoga wala ujinga, hapana. Hebu tafadhali nisemeni pamoja, aia angalia funduni. yeah. yeah. namna hiyo, alafu Mungu anawapa fasaha ya ajabu, maana mitume wote Mungu anawapa fasaha, sura nzuri, ungo zima kamilifu, lakini ulivu na fasaha ya ajabu kama umeshindwa kumwelewa bwana Mtume kwenye jambo, huwezi kujifanya kwenye jambo hilo ndiyo ulimwelewa mtu mwingine. Hapa wewe tunakuhukumu sio, umwelewa. Kama umeshindwa kumwelewa Mtume, nilishindwa kumwelewa Mtume alipozungumza, lakini mpaka, lakini nilimwelewa mpaka aliyewa. Tafadhali hawa jamaa wanaopendwa na mtume

lakini naelewa tamanaabenauuziaiau leo alhamdulilah, unaweza ukampata hata jamaa yako kama hivi akakusemesha, kama mtu kakutakia ilaya ukamwelewa, kama haja kutakia ilaya Mwenyezi Mungu ukamuona mbuzi. Lakini mwisho wa siku mmemalizana, we unashika msim zako naye anashika msim zake. Lakini we mwenyewe kama we chemsha ubongo, wameondoka watu hapa. Kwa kweli, ukiangalia kwa wale walokuwa wakiwaona, dhana inakuja kwamba huyu jamaa haa, naona nakunagaigili inaruka. Sasa mimi sishangai kusikia Rabbi Allah na alikuwa akipiga kelele siku mtume amefariki, asema ah, mtu akisema mtu atakapo Kenya amuua bwana mwangaji. Sasa kwa jinsi alikuwa kumuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kile kwa ile inaboma, mpaka sema huyu mtu wa ajabu, hapo kweli, unaona, lakini ni mipango ya Mungu mzee, yeye keshapanda haangalii tena ukoje. Asante sana dunia yenyewe inasadaika kwamba kama ilikuwa kuna watu wangefaa kubaki hao, basi wangekuwa wametumiakuaz maadamu wao wamekufa. Mzee ndoto ya kwamba we utakaa hapa, amka uombe lazima. Kama unaala kwenye akili yako unaota kwamba we hapa duniani utakuwa huko tu, amka uombe lazima, kwa sababu we ni mpuzi. Ai, mtu mwenye akili timama autati ndoto za kijinga namna hii kujiandaa kwa hiyo ukaajiwa kukaa mda wa kujiandaa wa kujiandaa uwe mwenyewe panga muda wako hakikisha hapa swala tano zimeingia na kila swala inaingia na zikili za kutosha lakini kunajikinga na kumuudhi mungu ndani ya hiyo swala na nje ya hiyo swala usifanye vitu ambapo mungu vinamchukiza iwe ndani ya swala au nje ya

Nimwambia, baadhi ya mtu mwisha ni funga swala mimi mwenyewe mwisha ni funga swala, halafu nikasoma kwenye sijida hii ya alamu. Lakini wakati nimefunga swala hapa nilikuwa nasoma atchaki hatu but. Umeona kwa ajili gani? Yale mazingira unayopitia, unajua kuna mazingira unayopitia. Malafu ya yanakufanya usahau kila kitu. Hiyo swala nimeswali

iwe hela, iwe hadhi, iwe cheo, yawe mamlaka, uwe maarufu, mashuhuri, hakuna mtu andakupoteza. Sasa hivyo vitu vyote sio vikubwa kama hasana anayopata mtu akipoteza imani yake. Kwa hiyo tulinde nini? Imani yetu, imani inalindwa kwa wewe mwenyewe kukaa ukajisimamia, ukajitafiti. Ninapoishi mbele ya watu

Inauma lakini, yaani kuna wakati nawaza hivi, sijui hatanilifikisha, unatnaani? Mnaziweka hata mi, si mnaziweka pia, tunaziweka si ndiyo? Kuna wakati unajiuliza hivi, halafu unaona hata jinsi ya kulifikisha hili kwa wenzako inakuwa ngumu. Tu Mungu atusaidie inshallah. Kwa Mungu ni kuwa wakati wa faraja kwako na wakati wa kuwa na watu, huo unafanana Mungu unayeuokoa